Nichukue fursa hii pia kuwakaribisha kutumia huduma yetu mpya iliyoboreshwa ya Azania Digital ambayo ni huduma ya kibenki kwa njia za dijitali ikiwemo simu za mkononi. Kupitia huduma hii, mteja anaweza kufanya malipo ya kiwemo ya malipo ya serikali, yaani GePG, kufungua account, kuhamisha fedha, kununua umeme, WhatsApp banking na kadhalika yote haya atayafanya kwa kuurahisi kupitia huduma yetu hii ya Azania Digital. Sisi tunawahitaji nyinyi sana kama wananchi, lakini tuna serikali inawahitaji sana kwa sababu ndio ambao mnatusaidia katika suala zima la mzunguko wa kiuchumi. Nchi yetu iwe salama iwe na amani na utulivu katika kipindi uchaguzi mkuu ambao tunatarajia kuufanya katika mwezi wa Oktoba. Atarifu zetu ambao wana shughuli hizi za kibenki, na wao ni moja katika uh, taasisi ambazo zinaomba sana kuwa na amani na utulivu, kwa sababu shughuli zao nao zitaendelea kuhudumika zaidi iwapo kutakuwa na amani katika taifa letu.